Maandamano ya kupinga serikali nchini Iran yameendelea kwa siku ya 14 mfululizo huku kukatika kwa intaneti kote nchini humo kukiendelea kuzuia mawasiliano kinachofahamika hadi hivi sasa, video zilizothibitishwa na vyombo mbalimbali mbali vya habari zinaonyesha waandamanaji wakikusanyika katika jiji la Zahedani kusini mashariki mwa Iran. Pia kumetambuliwa miji 16 zaidi ambayo imeshuhudia maandamano mapya. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei amewakemea waandamanaji akionyea kwamba utawala wake umejitolea kukabiliana na wasumbufu. Amesema kuna watu wanaofanya kila juhudi kusababisha uharibifu ili kumfurahisha rais wa Marekani Donald Trump. Amesisitiza kwamba taifa lake halitamkinga mtu yeyote aliye na nia ya kuvuruga amani na utulivu, akisema taifa hilo halitovumilia visa vya huduma za kimamluki kwa mataifa ya nje jana usiku mjini Teherani na katika miji mingine watu walijitokeza na kuharibu majengo yao wenyewe na kuharibu maeneo yao ili kumfurahisha rais wa taifa jingine. Khamenei aliyoko madarakani tangu mnamo mwaka 1989 amesema nchi hiyo haitarudi nyuma kama maadui zake wanavyotaka. Ameonya kuwa Trump aliyemuita mtu mwenye kiburi atapinduliwa madarakani, huku akisema mikono ya rais huyo wa Marekani imejaa damu ya Wairani wakati wa vita vya siku 12 kati ya Tehran na Israeli. Ayatola Ali Khamenei amesema Trump alisema atakuja kuwaokoa andamanaji, anapashwa kushughulikia kwanza matatizo yaliyopo nchini kwake. Mikono yake imejaa damu ya maelfu ya Wairani waliouawa katika siku 12 za mapigano kati yetu na Israeli mnamo mwaka wa 2025. Kisha anasema anawaunga mkono watu wa Irani na watu ambao hata hawafikiri hata kidogo, wanamsikiliza na kumwamini wakichoma moto maeneo yao ili kumfurahisha. Maoni yake yanakuja huku mtandao wa intaneti ukiminywa data inaonyesha kuwa nchi hiyo imekuwa bila mtandao kwa takribani saa 18. Nchini Marekani, Rais Donald Trump ameapa kuishambulia Irani vikali ikiwa utawala utaanza kuwaua waandamanaji. Shirika la ndege la Emirates Fly Dubai lililiambia BBC kwamba limefuta safari za ndege kutokana na machafuko.